Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Namo majira ya saa 10 kasoro dakika 14, tulipokea taarifa kwamba kuna moto katika soko hilo, ambao kwa hiyo tuliondoka na ndani ya dakika tisa tukawa tumefika hapa majira ya saa saa tisa na dakika hamsini na tano. Baada ya kufika hapa tulikuta eneo kubwa la mbao limeshika moto, kwa hiyo tulianza kupambana kuudhibiti lakini jambo la kwanza tulilofanya ilikuwa ni kuhakikisha kuzia moto usitambae kwenda eneo kubwa. Kwa hiyo tuliweza kukata na kuweza kupambana na eneo ambalo lilikuwa limeshika moto, ambao na ni takriban wafanyabiashara kama 29 hivi wameweza kuathirika, na shughuli zinazofanyika hapa ilikuwa ni biashara ya magogo mbao, kuna mashine za kuchana mbao pamoja na watu wa huduma wengine kama wa hardware ambao wanahudumia watu ambao, kwa mfano, kwauzia rangi kwa na kadhalika. Kuna wengine wanauza vinywaji na vitu kama hivyo kwa ujumla takriban watu ishirini na tisa walioathirika, lakini soko kwa ujumla ina watu zaidi ya elfu moja hapa. Kwa hiyo tumeweza kuokoa kwa eneo kubwa sana, lakini tunashukuru pia wa wafanyabiashara hapa walikuwa na ushirikiano mkubwa sana. Walikuwa na ushirikiano mzuri sana, lakini pia tumeweza kupata msaada kutoka MAWASA, ambayo mamlaka ya maji hapa jijini Mwanza tupate maji lakini waliweza kufungulia laini kubwa ya maji tusisumbuke kufata maji mbali, lakini wenzetu wa jeshi wananchi ya Tanzania waweza kupatia boza kwa kushikiana wote hao, atakupata usumbufu mkubwa sana wa kuondoka eneo hili kwenda kufata maji. Kwa hiyo juhudi zimekuwa kubwa na mpaka kama mnazoona, walioathirika ndio wameathirika, lakini ni wachache kulinganisha na mali kubwa na idadi kubwa ya watu walioko hapa. Baada ya zoezi la kuzima moto, sasa kinachofuata ni kufanya uchunguzi wa tukio hili ili tuweze kubaini chanzo na madhara hasa yaliyotokana na tukio hilo. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea na, na wakubaini chanzo pamoja na madhara. Baada ya kupata uchunguzi tutawajulisheni nini hasa kilikuwa ni chanzo cha tukio hili. E, moto huu ulikuwa ni mkubwa, umeleta hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Ingawa mpaka sasa katika tukio hili hakuna mtu yoyote ambaye amepoteza maisha, kuna uharibifu mkubwa wa mali ambapo hata hivyo hatujafanya tathmini kuweza kujua mali yenye thamani kiasi gani imeweza kuteketea kwa moto, lakini kimsingi ni uharibifu mkubwa kwa taarifa ambayo imetolewa hapa na hata mwenyekiti wakati ananieleza, kama isingekuwa ni uweledi wa jeshi la zimamoto, pengine sasa tungekuwa tunazungumzia ajali hii imewaathiri watu wengi sana, lakini wao wanafahamu kwa sababu ni misingi ya kazi yao, nini waanze nacho, nini wasifanye wakati wa zoezi la kuzima moto. Lakini pia tushukuru kwamba hapa ni jirani sana na hata uwanja wa ndege wetu, lakini pia hapa Mwanza, kwa kuwepo na uwanja kama wa ndege, jeshi la zimamoto liko vizuri, lina vifaa vya kutosha na linaweza kukabiliana na majanga makubwa. Lakini wakati ninapitapita pita hapo nikawa nauliza chanzo ni nini. Kukawa na maoni tofauti. Kwa hiyo nikubaliane na niungane na kamanda wa zimamoto kwamba uchunguzi ufanyike, ili tufahamu chanzo cha, cha moto ni nini. Ukishafahamu chanzo, unaweza hata kujua hatua gani unazotakiwa kuchukua. Lakini pamoja na hayo, yako mambo machache nimejifunza hapa kwa muda mfupi sana, na haya wala hayahitaji digrii. Jambo la kwanza niliuliza hivi, wafanyabiashara wana tabia ya kuwa na fire extinguisher katika maeneo yao? Kwa sababu haya maeneo yote yako connected na, na masuala ya moto na biashara wanaoifanya pia ni rafiki pia wa moto, lakini ikaonekana walio wengi hawana vifaa, lakini hata wangekuwa na vifaa, kamanda akawa ananijulisha hapa wamefanya jitihada kubwa sana za kutoa elimu, lakini bado watu wengi nafikiri wanakuwa hawaamini kwamba inawezekana iko siku majanga na ya namna hii yakatokea kwenye maeneo yao ya kazi. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.